Kiongozi okay, wa ODM akashifu vikali matamshi ya waziri wa usalama Kipchumba Murkomen, gashagu akosoa serikali kwa kuyataja maandamano ya Jumatano kama jaribio la mapinduzi. Mwenyekiti wa chama cha ODM asema kuwa aliyekuwa naibu wa rais sasa anataka kurudi mamlakani kupitia njia ya mkato na kwenye rubaa za kimataifa, watu 38 waripotiwa kuwaga dunia Tanzania. Karibu. Kiongozi wa ODM Raila Odinga amemkosoa vikali waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kutokana na matamshi yake ya watu kupigwa risasi. Raila ameonya kuwa matamshi kama haya yanatishia wananchi na kuwapa maafisa wa usalama nafasi ya kuendeleza mienendo ya uhalifu. Maoni ya Raila yanakuja siku moja baada ya Murkomen kujitetea kidai matamshi yake yametolewa nje ya muktadha. Hisi, za tukiangazia swala tofauti, aliyekuwa naibu wa rais Joffrey Rigathi Gashagu ama ameikashifu serikali kwa kuyataja maandamano ya Jumatano kama jaribio la mapinduzi. Akizungumza jana huko Nyahururu, Gashagu amedai kuwa lawama hizo zimetungwa katika jaribio la makusudi la kumanga la kuwahangaisha vijana na viongozi kutoka eneo la kati. Gashagua Alieleza pia kutilia shaka jinsi vituo vya polisi vilivyolindwa na maafisa wa usalama waliojihami vilichomwa moto na waandamanaji wasiokuwa na silaha yeyote. Tukiangazia swala tofauti, mpenzi msikilizaji, ni kwamba mwenyekiti wa chama cha ODM Gladys Wanga sasa anadai kuwa aliyekuwa naibu rais na ambaye ni kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gashagwa anataka kuingia serikalini kwa njia ya mkato. Wanga pia amemwambia Gashagwa ache kujificha nyuma ya kizazi cha jenzi ili kupata mamlaka hapa nchini kwa njia ya mkato na badala yake asubiri uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na saba.